Tanesco ni shareholder wa Tanalek, yaani kwenye board ya directors ya Tanalek mkurugenzi mkuu wa Tanesco ni mjumbe. Lakini cha kushangaza sana ni kwamba Kenya ananunua transforma Tanzania, Msumbiji wananunua transforma Tanzania, mpaka Malawi, lakini Tanzania ambao ndio wanaotengeneza transformer na Tanesco ambao ndio inafanya biashara ya umeme inanunua transformer kwa manji kutoka India kwa bei mara mbili ya zinazouzwa Tanale. Mimi nachokielewa, nachokielewa na nachokiona, Mheshimiwa waziri ni mtaalamu wa miamba, lakini ukweli ni kwamba lazima utafakari kwenye Wizara ya Nishati na Madini tunahitaji mtaalamu wa miamba ama mtaalamu wa biashara ya madini. Tukiweza kulipambanua hilo vizuri, tunaweza tukaisaidia sana wizara. Ninavyoongea na sasa hivi, Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Mwenyekiti, madini ya Tanzanite yameanguka kwa takriban asilimia sitini mpaka sabini. Jiwe lililokuwa likiuzwa shilingi milioni moja mwaka jana, mwezi wa kumi na moja, leo jiwe hilo linauzwa laki tatu mpaka laki nne, hakuna market na sababu ni moja, kuna confusion kubwa imekuwa created kati ya madini ya katiwe, madini ya Tanzanite ambayo ni cutting na madini ya Tanzanite ambayo ni rafu. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, ni muombe waziri sana mwende mkafanye tathmini ya kutosha. Watu wote waliokuwa wakinunua madini ya Arusha wakisafirisha kwenda nje, wote wameshift position, wamekwenda Mombasa, wamekwenda Kenya na kimsingi ni kwamba hamtaweza kuzuia madini ya Tanzanite yasiende kwa njia za panya kufika Nairobi. Kwa hiyo kitakachoonekana Nairobi ndio watakuwa na sili mzigo, mzigo utaondokea Kenya. Kwa hiyo Tanzanite yote duniani itaonekana inaondokea Kenya kwenda kwenye mataifa ambako yananunuliwa, kwa sababu haikufanyika visibility study vizuri ya kuweza kuban hii Tanzanite ambayo, ambayo leo inazuiwa kwenda. Kama wizara ya nishati na madini ingekuwa serious na biogas, leo misitu inavyokatwa nchi hii inakatwa, kwa sababu hakuna njia mbadala ya nishati ya kupikia tofauti na kuni. Lakini ukiangalia maeneo yote ya Usukumani, mheshimiwa mwenyekiti, kuna ng'ombe wengi, kuna, kuna vinyesi vingi vya ng'ombe ambavyo hivi vingeweza kuwa transformed kwa umeme, vingeweza kuzuia sana uharibifu wa mazingira mkubwa sana. Kwa hiyo mheshimiwa mwenyekiti suala la biogas siyo suala siyo suala la umeme peke yake na kupikia chakula.